Neno la Mungu aliwezi kurudi bure kwa Mwenyezi Mungu, aliwezi kurudi mbinguni kama yale matakwa matekelezaji kutekeleza, aliyatekeleza bado aliwezi kurudi. Kwa hiyo hata kwako pia ahadi ya Mwenyezi Mungu haiwezi kurudi bure na haiwezi kurudi kama. Kile chochote ambacho Mungu alikuahidi na kile ambacho Bwana alikusudia kama hujakipata akiwezi, maana kwamba bado kipo kinaishi sema ni wewe tu hujakubali, ukishi. Haleluya, haujakubali. mvua inaponyesha, inanyeshea inanyeshea kila majani, kila mti, mvua inanyeshea chochote kile, mvua inanyeshea, lakini vipo vitu ambavyo vinavyoota na visivyoota, yapo majani anayokuwa na yasiyokuwa. ipo mimea ambayo inayo zaa na isiyo zaa. Alo, unaweza kujiuliza, kwa nini mimi sitaki wewe uwe katika ile mimea ambayo isiyozaa? Kwa sababu neno la Mungu ni hadi aliyoahidi ya kwamba wewe utakufa, mbali utaishi, utakuwa na mateso, bali utakuwa na furaha utakuwa mtu wa kulialia mbali, atakupanguza machozi. Haleluya! Yes, anasema hata kuacha yatima wala mjane, maana kwamba ni Mungu ambaye anakutakia mema, na hilo ndilo neno lake. Anasema atakuvusha katika mvuri wa mauti, hata katikatikati ya katika mvua ya machozi, Bwana atakuinua anasema atakulaza katika majani mabichi. Hilo ndilo neno la Mungu na neno hilo haliwezi kurudi bure, kama alijatimia katika maisha yako. Akikisha unapoenda visheni yako naiona unakoelekea huko kwenye kuvuka mwaka, yes mvua ikapate kunyesha katika maisha yako. Mungu anasema neno lake Anapo litamka ameliwekea lengo kusudi, na ilo kusudi ili neno la Mungu paka litimie, paka litimie, aliwezi kurudi. Haleluya, anasema katika mstari wa kumi, wa kumi na mbili, akasema mutatoka babuloni kwa furaha, mutaongozwa kwenda kwa amani.